Na kupa tu picha taswira moja kwa moja kutoka katika shule ya St Joseph Lunyi, ambapo mwaniaji kiti katika eh, mrengo wa United, uh, Opposition ama uh, uh, United Opposition, DAPK, eh, Seth Panyako ashaipiga kura yake mara ya kwanza ama wa kwanza miongoni mwa waniaji ambao wako katika kinyang'anyiro hiki. Mpenzi um, mtazamaji ukitasamia tu picha, hao ni baadhi tu ya wa, wa, wa, wakazi wa eneo bunge la Malava ambao ni miongoni mwa wafuasi ama wa wakazi uh, tisini na nne alfu ama alfu tisini na nne ambao ni miongoni ambao wamejitokeza kufanya uamuzi ambao utawagharimu kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Uh, kuandaliwa tena. Ukumbuke kwamba hii inajiri tu uh, baada ya tume ya huru na mipaka nchini IBC kutangaza kinyanganyiro hiki baada tu ya kufariki kwa mbunge wa eneo bunge la Malava Malulu Njendi ambaye alifariki dunia mapema mwaka uno uh, na hivyo basi kuacha kiti hiki wazi ambapo waniaji mwanzoni walikuwa ni aje zaidi ya kumi ambao walikuwa wamejitokeza kuonyesha ari ya kuwania kiti hiki. Sasa hadi tunapozungumza sasa hivi ni kwamba wale ambao waliidhinishwa na tume ya uchaguzi nyingine IBC walikuwa ni aje tisa, lakini wawili wamekula maji ama wame step down kwa lugha ya Kimombo, akiwemo yule wa DCP e, bwana Mbuseki e, sawia na mwaniaji katika chama E, mwaniachi mwingine bwana Manyasi, ambaye pia alionyesha ari ya kumuunga e, mgombea kiti katika chama cha UDA. Kwa hivyo amepiga kura hapa, amezungumza na vyombo vya habari Seth Panyako, na tumesikia lalama zake kwa madai kwamba kuna njama ambayo ilikuwa imetibuka hapo jana ya kumuumiza, e, katika hoteli ama mkahawa mmoja hapa, e, mjini Webuye hivyo basi eh, maafisa leo makachero labda watafanyia upelelezi kubaini kipi ambacho kilijiri, eh, kutokana na swala hilo. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaelekea eh, West Kabaras ambapo atakuwa pia anapiga kura eh, miongoni mwa waniaji wengine bwana David Ndakwa na waniaji wengine ambao pia watakuwa napiga kura katika vituo eh, tofauti. Kwa hivyo, nitakuwa nakupa tu picha na jinsi mambo yalivyo, na habari tulifika mapema kiasi cha haja labda kuhakikisha kwamba unapata picha ino mbashara kutoka katika vituo kadhaa vya kupiga kura eh, katika shule ino ya St Joseph eh, Lunyu kama sijakosea. Hiyo uh, ni picha tu, taswira ya wakazi ambao wamefika mapema sana, ukiwatazamia uh, ngaa kufanya uamuzi wa kumchagua mbunge ambaye atawapatia nafasi ino ya ku kuchagua ama kufanya uamuzi ambao bila shaka utakuwa uamuzi ambao utawasaidia katika maisha yao ya alafu ama maisha ya mustakabali. Labda utaniruhusu tu niseme na mmoja tu wa wakazi ambao wamefika. Labda mama, unaitwa nani na umefika hapa saa ngapi na zoezi nzima liko namna gani hapa? Aa, la labda, zoezi nzima la kupiga kura linaendelea namna gani? Maanake naona mko kwenye foleni, hali iko namna gani, hali ya usalama na vilevile vile zoezi tu nzima, labda wewe kama mkazi, liko namna gani? Asante, labda pia ndugu, utasema tu jina umefika sangapi, hapa saa ngapi, zoezi liko namna gani hapa kwa majina? Naitwa Luke Alava Makoha, zoezi la kupiga kura linaendelea nina, kwa njia safi kabisa napania, tuko na security ya kutosha, inaendelea kupanga laini, uko kwa foleni kiangalie, tunaendelea vizuri e, e, gache linaenda polepole, lakini tuko na imani tutapika kura atayafanya uamuzi wetu kulingana na sheria. Labda nyinyi kama wakazi wa Malava, unahisi tangia kufariki ama kumu, kuwaga kwa mbunge Malava, ni yapi ambayo unahisi yamesalia nyuma sana tangia kifo cha mbunge Maloli Njena? E, maendeleo nyingi imebaki nyuma juu ya kuwa na mbunge na mwakilishi wa bunge Uh, unajua kuna viti nyingi kama, eh, misata ya shule na barabara hazijalimwa. Uh, natarajia tukifanya uamuzi wetu uchakue mbunge ambaye anaweza ututetea katika serikali yetu hii, tutapata maendeleo kulingana na vile inatakana. Asante. Kwa hivyo mtazamaji, pia nitakuwa narejea baadaye. Ilikuwa tu sauti ya wakazi wa hapa, ambapo tutakuwa tunazungumza pia vituo vingine ambao natupatia taswira tu labda, eh, jinsi mambo yalivyo katika, katika shule hii ya St Joseph Lunyi, ambapo wakazi walifika mapema bugrata ashia anga kufanya uamuzi ambao utawagharimu mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba ambao utakuwa unafanyika mwaka kesho. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, nitakurejesha uh, upande wa kwanza wa studio na nitakuwa na kurejesha upande mpili, ili tuangalie mambo yalivyo katika uh, shule ama katika vituo vingine vya kupiga kura ambavyo tutakuwa tuna vitembelea.